Leo nimekuletea mambo tofauti kuhusiana na meli ya Titanic. Kuna mengi ambayo ilijificha ndani ya meli ya Titanic. Kwanza kabisa tujue neno Titanic lina maana gani? Neno Titanic linatokana na neno la Kigiriki Titani, ambalo linamaanisha gigantic au mkuu. Hivyo, jina Titanic linaashiria ukubwa wake na nguvu zake. Meli hii ilikuwa mfano wa mafanikio ya kiteknolojia wakati huo na ilijulikana kuwa meli isiyoweza kuzama, lakini ilizama katika mazingira ya kustaajabisha na ya huzuni, ikiwaacha watu wengi wakipoteza maisha. Titanic ni jina la meli maarufu ya abiria, RMS Titanic, ambayo julikana kama meli ya kifahari zaidi na kubwa zaidi ya wakati huo. Meli hii ilizama baada ya kugonga iceberg kwenye safari yake ya kwanza kutoka Southampton, Uingereza, kuelekea New York, Marekani mnamo April kumi na nne mwaka 1912. Jambo la pili, Titanic ilijengwa na Harland na Wolff katika Belfast Ireland ya Kaskazini, ambapo ujenzi ulianza mnamo mwaka 1909 tisa na kumalizikia mwaka elfu moja mia tisa kumi na mbili. Ujenzi wa Titanic ulifanya kazi kwa karibu ya elfu kumi na tano ya wafanyakazi wa Harland na Wolff, na ulifanya meli hiyo kuwa meli ya kifahari zaidi na yenye teknolojia ya juu wakati huu, iliwekeza katika teknolojia na vifaa. Titanic ilikuwa na vifaa vya kisasa na vya kifahari, ikiwa ni pamoja na vyumba vya daraja la kwanza, mabafu ya kifahari ya Kituruki, bwawa la kuogelea, ngazi kuu, na chumba cha mlo cha daraja la kwanza. Vifaa hivi vilikuwa na gharama kubwa. Mashine na injini: Titanic ilikuwa na mashine za mvuke za nguvu kubwa, ikihitaji injini kubwa na za kisasa kwa wakati huo ambazo ziligharimu pesa nyingi. Meli ilikuwa na injini tatu za mvuke, na hii ilihitaji teknolojia ya juu katika uzalishaji na usanifu wa injini. Swala la tatu husiana na kampuni iliyojenga Titanic. Titanic ilijengwa na kampuni ya Harland na Wolff katika mji wa Belfast, Uingereza. Iligharimu kiasi kikubwa cha pesa kwa wakati wake. Gharama za ujenzi wa Titanic zilikuwa karibu dola milioni 7.5 za Marekani wakati huo ambazo kwa sasa zinaweza kuwa sawa na dola milioni mia mbili au zaidi kulingana na mabadiliko ya thamani ya pesa. Inategemea na kiwango cha mfumuko wa bei. Swala la nne, vipimo vya Titanic wakati wa ujenzi. Urefu, Titanic ilikuwa na urefu wa mita 269.1 sawa na futi 882.5 za miguu. Hii ilikuwa ni moja ya meli ndefu zaidi wakati huo. Pana wa Titanic ilikuwa mita 28 sawa na 92.5 futi za miguu hii ilifanya kuwa meli pana na kubwa katika bahari. Kilele cha Titanic, ikiwa ni chimbo chake cha mwisho kutoka chini ya meli hadi kileleni mwa smokestack, tundu la moshi, zilikuwa mita hamsini na tatu sawa na futi za miguu mia. Titanic ilikuwa na uzito wa elfu arobaini na sita mia tatu ishirini na nane. Hii inamaanisha kwamba meli ilikuwa nzito na yenye uwezo mkubwa wa kubeba abiria na mizigo. Titanic iliweza kusafiri kwa kasi ya kilomita 23 kwa saa au unaweza kusema 14.5 knot. hii ilikuwa ni kasi nzuri kwa meli ya abiria wa kifahari wakati huo. Uwezo wa kubeba abiria, Titanic iliweza kubeba abiria 2224 wakiwemo abiria wa daraja la kwanza pili na la tatu pamoja na wafanyakazi mia tisa. Katika eneo ambalo meli ya Titanic ilizama baridi ilikuwa kali sana, kutokana na mazingira bahari ya kaskazini ya Atlantic. Hii ni sehemu maarufu kwa baridi kali, hasa wakati wa spring na majira ya baridi, wakati ambapo iceberg kutoka Greenland na Arctic hutililika kuelekea kusini. Joto la maji katika eneo ambalo Titanic ilizama ilikuwa karibu na nyuzi sifuri za centigrade, yaani frozen point ni thelathini na mbili ya maji. Hii ilikuwa ni moja ya sababu muhimu zinazochangia hatari ya kuishi kwa watu waliokuwa majini, badala ya meli kuzama. Watu waliokuwa majini walikabiliwa na hypothermia, kwa sababu ya joto la maji lilikuwa chini sana, ambalo liliathiri kasi ya kupoteza joto kutoka kwa miili yao, na hivyo kuharakisha kifo cha wengi. Baridi kali ya anga. Joto la hewa wakati wa ajali ya Titanic ilikuwa karibu na, na hasi mbili nyuzi za centigrade sawa na ishirini na nane mgando wa maji ambapo baridi kali lilisababisha hali ngumu kwa abiria na wafanyakazi waliokuwa wanajaribu kujinusuru kuny... walikuwa wanajaribu kujinusuru kutoka kwenye meli. Anga ilikuwa na baridi kali sana, kwa kuwa ilikuwa ni msimu wa mapema wa spring, March na April, ambapo hali ya hewa ilikuwa bado baridi kutoka kwenye majira ya baridi. Jambo la nne, watu walikufa kwa sababu ya baridi ndani ya maji. Hali ya baridi katika bahari ya kaskazini ni mbaya zaidi katika majira ya baridi, Disemba hadi Machi, lakini hata wakati wa spring hali ya baridi haikuwa ya kustahimili. fanya mgongano na iceberg kuwa na madhara makubwa. Wakati Titanic ilipozama, maji ya baridi yaliathiri abiria wengi waliokuwa wakiwa kwenye maji kwa muda mrefu. Wakati wa Titanic na ajali yake, ilikadiriwa kuwa watu waliokuwa majini kwa zaidi ya masaa mawili walikufa kutokana na hypothermia. Kwa hivyo baridi katika maeneo hayo ilikuwa kali sana, na hivyo ilichangia kwa kiasi kikubwa katika kupunguza nafasi ya kuokolewa kwa abiria wengi wa Titanic baada ya meli kuzama. Swali, so, la saba. Ukubwa wa barafu iliyogonga Titanic ambayo liligonga meli ya Titanic inakadiriwa na ukubwa, ingawa haijulikani kwa usahihi ni inaaminika kuwa iceberg iliyogonga Titanic ilikuwa ni wastani wa kumi au kumi na moja kwa ukubwa. Kiwango cha kumi au kumi na moja ni viwango vya juu vya ukubwa wa barafu na grade kumi inayohusisha barafu kubwa, huku grade kumi na moja ikiwa ni barafu kubwa zaidi. Titanic iligonga iceberg ambayo ilikuwa na ugumu na ukubwa, na hii ilichangia kuzama kwa meli. Ingawa Titanic ilikuwa na teknolojia ya juu, hali ya barafu na eneo la mgongano yalikuwa magumu sana kwa meli hiyo. Iceberg inaweza kuwa na urefu wa zaidi ya hamsini na mita 15 juu ya maji. Kwa kawaida iceberg inaweza kuwa na urefu zaidi ya miguu hamsini na mita 15 juu ya maji na kwa kawaida sehemu kubwa ya iceberg inakuwa chini ya maji, ambayo ndiyo ilikuwa hatari kubwa kwa Titanic. hakushuka kwa soko la meli ya Titanic. Baada ya ajali, kampuni ya White Star Line ilikumbana na mashindano makali kutoka kwa meli nyingine na ililazimika kufanya mabadiliko makubwa katika miundombinu yake. Ajali ya Titanic ilifanya sekta ya meli kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa abiria na hivyo kusababisha mabadiliko katika sheria za usalama za meli duniani kushuka kwa soko la meli, kushuka kwa kampuni ya White Star ambayo ilitengeneza meli ya Titanic. Baada ya ajali, kampuni ya White Star Line ilikumbana na mashindano makali kutoka kwa meli nyingine na ililazimika kufanya mabadiliko makubwa katika miundombinu yake. Ajali ya Titanic ilifanya sekta ya meli kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa abiria na hivyo kusababisha mabadiliko katika sheria za usalama za meli duniani. Faida iliyotarajiwa ilikuwa kubwa kutokana na ukubwa, umaarufu na huduma za kifahari za Titanic. Lakini baada ya ajali ya kuzama, hasara kubwa ilitokea. Hasara hii ilijumuisha mashtaka ya fidia kupoteza maisha ya watu na kupoteza sifa ya kampuni ya White Star Line. Badala ya faida, kampuni mpuni ililazimika kukabiliana na hasara kubwa na mabadiliko ya kisheria na kimazingira kutokana na ajali hiyo ya kusikitisha. Hayo ni mambo machache ambayo yalihusiana na meli ya Titanic. Ulikuwa nami Juliet Innocent kwenye makara hii ambayo inahusiana na meli ya Titanic.